Binti Maringo ewe funzo la moyo. Jiji halilii kwa ajili yako. Linaendelea na haraka zake hata ukianguka. Ndani ya mtaa mwembamba wenye nyumba zilizochoka aliishi binti Maringo, binti wa mjini aliyekuwa akitabasamu mbele ya watu, lakini usiku akilala na machozi. Alikuwa na ndoto kubwa kuliko hali yake na moyo uliokuwa umechoka kupambana. Mama yake alikuwa mama lishe wa mtaani. Kila siku kupika chakula cha watu wengine. Binti Maringo akimwona mama yake akichoka kimya kimya bila kulalamika. Baba hakuwahi <laughs> kuwepo, alikuwa simulizi tu. Binti Maringo akaapa moyoni, sitakuja kuwa kama mama, nitabadilisha maisha. Alijifunza kupitia simu iliyopasuka kioo. Alikesha usiku mchana akitembea mtaa kwa mtaa kutafuta nafasi yoyote. Alidharaulika, alipuuzwa, alilia, lakini hakukata tamaa. Hatimaye siku ikaja, akapata kazi ndogo, akapata hela kidogo, akapata watu waliompa heshima ya ghafla. Na hapo, ei, moyo wa binti Maringo ukabadilika bila yeye kujua. Kuona kama dunia inata aka, akaanza kusalimia watu waliomsaidia zamani, akaanza kusema "Msinifundishe maisha." Mama yake akamwambia kwa upole, "Mwanangu, unyenyekevu ndio ngao ya mafanikio." Lakini Maringo hakusikia. Siku moja, kila kitu kikaporomoka. Kazi ikasimama bila taarifa mkataba ukakatwa, simu ikaharibika, pesa ikaisha. Marafiki waliokuwa wanampigia makofi wakatoweka kana kwamba hawakuwa. Usiku mmoja mvua ikinyesha, Maringo akakaa nje ya nyumba yao akiwa hana pa kwenda. Mama yake alikuwa amelala amechoka siku nzima ya kupika. Binti Maringo akapiga magoti akalia sana, sio kwa ajili ya pesa si kazi bali moyo wake uliopotea. Akakumbuka safari aliyopita, akakumbuka mama aliyemlea bila baba. Akasema kimoyomoyo, Mungu nirudishe pale nilipoanza, lakini safari hii niongeze hekima. Kuanzia siku hiyo, Binti Maringo akaanza upya. Hakujitangaza, hakujionyesha Alijifunza tena, aliomba msamaha, alianza kuwasaidia wasichana wa mtaa waliokuwa wanapitia aliyopitia. Miaka haikupita mingi, lakini maringo alisimama tena, hisi kwa makelele, bali kwa heshima. Alipobadilika, hata mtaa ulibadilika namna ulivyomwona. Siku moja, mama yake akamkumbatia na kusema kwa sauti ya kutetemea, Mwanangu we, sasa nimekupata. Maringo akatabasamu kwa machozi akasema, nilipotea kwa majivuno, lakini nilipatikana kwa unyenyekevu. Na hapo jina Binti Maringo halikuwa tena jina la dharau wala majivuno. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare. Asanteni.